Kali kwa sababu shetani ana mpangilio kwenu na ukali mpangilio kama huo, kama mukijua, anamuona kama, oh, ana kama nyiwe mnapotezea muda, amuna kazi za kufanya, nyiwe muna kazi zenu. Mbona zamani mlikuwa mnafanya kazi zenu tu? Basi kwanzia sasa mfanye kazi zenu na kazi zangu. Wewe usiwe na muda mama yangu, ya kufanya tu kazi zako. Oh, jua vitu vyote vitapita. Kazi yako yote utaiacha. Wewe siku ya mwisho utayaacha yote, utawaacha watoto wako, utawaacha wote. Wewe hukumu ni ya mtoto mmoja, hukumu ni yako, hukumu ni ya mtoto wako, hukumu ya kila mtu peke yake. Hakuna yoyote anayotaka kuitika mbele ya hukumu kwa sababu ya mtoto wake. Hakuna yoyote anayotaka kuitika hukumu kwa sababu hakuna yoyote atakaye kuitika hukumu kwa sababu ya baba yake. Kila mtu kama ukijua, mkifanya kazi kwa bidii, mkifanya kazi ya Mungu kwa bidii, mkifanya kazi ya Mungu kwa bidii bidi, mkiacha matendo yenu mabaya oh. Makanisa yote naomba makanisa yote kama mkijua makanisani humo muyaache, muyaache njia zenu mbaya humo makanisani, umo makanisani muyaache njia zenu mbaya makanisani oh. Kama mkijua kuanzia sasa, huu ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kutubu tu. Hakuna muda tena makanisani kupenda hela